Kwa wanafamilia wetu wapendwa wa Sayuni waliokusanyika hapa leo, pokeeni baraka nyingi. Ninatoa shukrani na utukufu kwa Mungu Elohim kwa kuturuhusu kuadhimisha siku ya wazazi wa mbinguni. Leo ni siku ya thamani, Baba wa mbinguni alipotufunulia Mama wa mbinguni na ukweli ijapokuwa kila mtu ulimwenguni hajui furaha ya kukutana Haena na baba wa mbinguni na mama wa mbinguni ambao waliwapoteza mbinguni, wanafamilia wetu wa sayuni wamekutana na baba wa mbinguni na mama wa mbinguni na kuwa sehemu ya familia ya mbinguni. Leo tunaweza kuuthibitisha ukweli huu tena. Hapo awali tulikuwa hatujui baba na mama yetu wa mbinguni ni akina nani. Tulizingatia tu mambo ya kidunia tukiwa tumesahau kumbukumbu zote za mbinguni. Walakini, Baba alikuja hapa duniani kutufunulia kwamba mbinguni ni nyumbani kwetu pa kiroho na kwamba tuna Baba wa mbinguni, Mama wa mbinguni, na familia ya kiroho. Leo ndiyo siku ambayo aliwafundisha watoto wake ukweli huu. Leo alitupa utambuzi wa familia ya mbinguni na amri iliyo kuu zaidi. Unganeni pamoja katika upendo kwa kuwa familia ya mbinguni ni jumuiya ya upendo. Tufungue Yohana sura ya kumi na tatu. Tuangalie sura ya kumi na tatu mstari wa thelathini na nne. Amri mpya nawapa. Mpendane kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi mpendane. Kama mkipendana ninyi kwa ninyi, kwa njia hii, watu wote watajua kuwa ninyi ni wanafunzi wangu. Mungu alitupa amri mpya, yaani Agano Jipya. Fundisho la msingi la Agano Jipya ni mpendane. Haijalishi urafiki na udugu unaweza kuwa mzuri kiasi gani. Je, nyumbani kwetu si mahali ambapo upendo unahitajika zaidi? Upendo wa familia hauna masharti, kama vile baba na mama wanavyowapenda watoto wao bila masharti Watoto wanapaswa kuwapenda kaka na dada zao bila masharti. Hii ndiyo amri mpya aliyotupa aliyotupa. Kwa hiyo amri mpendane siyo pendekezo tunaloweza kuchagua kupuuza, bali ni amri ambayo lazima tuitii. Kama vile baba na mama walivyotupenda sisi. Tunapaswa kushiriki upendo huo na kaka na dada zetu na ulimwengu. Mungu alitupa fundisho hili katika siku ya wazazi wa mbinguni ili kutimiza amri mpya. Wanafamilia yetu pendwa ya mbinguni lazima ishike imani inayotuwezesha kupendana. Tuangalie Wakorintho wa Kwanza sura ya kumi na tatu. Tuangalie pamoja katika sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza kuhusu utendaji wa upendo. Wakorintho wa Kwanza sura ya kumi na tatu mstari wa kwanza: hata kama nitasema kwa lugha za wanadamu na za malaika, kama sina upendo, nimekuwa kengele inayolialia au toazi livumalo. Ningekuwa na karama ya unabii na kujua siri zote na maarifa yote, hata kama nina imani kiasi cha kuweza kuhamisha milima, kama sina upendo, mimi si kitu. Kama nikitoa mali yote niliyo nayo na kama nikijitolea mwili wangu uchomwe moto, kama sina upendo hainifaidi kitu. Upendo huvumilia, upendo hufadhili, upendo hauoni wivu, hauna majivuno, hauna kiburi. Haukosi kuwa na adabu, hautafuti mambo yake, haukasiriki upesi, hauweki kumbukumbu ya mabaya. Upendo haufurahii mabaya bali hufurahi pamoja na kweli. Upendo huvumilia yote, huamini yote, hutumaini yote, hustahimili yote. Upendo haushindwi kamwe. Lakini ukiwepo unabii utakoma, zikiwepo lugha zitakoma, yakiwepo maarifa yatapita. Kwa maana tunafahamu kwa sehemu na tunatoa unabii kwa sehemu. Lakini ukamilifu ukija, yale yasiyo kamili hutoweka. Nilipokuwa mtoto, nilisema kama mtoto, niliwaza kama mtoto, nilifikiri kama mtoto. Nilipokuwa mtu mzima, niliacha mambo ya kitoto. Kwa maana sasa tunaona taswira kama kwa kio, lakini wakati huo tutaona wazi. Sasa nafahamu kwa sehemu, wakati huo nitafahamu kikamilifu, kama vile mimi ninavyofahamika kikamilifu. Basi sasa yanadumu mambo haya matatu: imani, tumaini na upendo, lakini lililo kuu miongoni mwa haya matatu ni upendo. Kwa hiyo njia ya hakika zaidi ya kuwa mtoto atimizaye wajibu kwa Mungu Mama ni kutii neno la Mungu. Alisemaje? Kama mimi nilivyowapenda ninyi, vivyo hivyo nanyi mpendane. Hili ni fundisho lake. Kupitia Wakorintho wa kwanza sura ya 13 Mungu alielezea vipengele mbalimbali vya utendaji vya upendo, akitukumbusha kwamba wale wanaotii mambo haya watafanana na Mungu. Tuendelee na Yohana wa kwanza sura ya 4. Tuangalie Yohana wa kwanza sura ya 4 mstari wa nne. Watoto wapendwa, ninyi mmetokana na Mungu nanyi mmewashinda, kwa sababu yeye aliye ndani yenu ni mkuu kuliko yeye aliye katika ulimwengu. Wao wanatokana na ulimwengu na kwa hiyo hunena yaliyo ya ulimwengu, hivyo ulimwengu huwasikiliza. Sisi twatokana na Mungu, na yeyote anayemjua Mungu hutusikiliza, lakini asiyetokana na Mungu hatusikilizi. Hivi ndivyo tunavyoweza kutambua Roho wa kweli na roho ya upotovu. Wapendwa, tupendane, kwa kuwa pendo latoka kwa Mungu. Biblia inasema kwamba upendo hutoka kwa Mungu. Kila apendaye amezaliwa na Mungu naye anamjua Mungu. Yeye asiyependa hamjui Mungu, kwa sababu Mungu ni pendo. Mungu ni upendo. Lakini watu ulimwenguni wanajifikiria wenyewe tu. Baki motago, to, anisa, Uri, ijapokuwa watu wengi huishi kulingana na tamaa zao wenyewe, je, si ombi la baba baro, na tumaini la mama kwamba watoto wao waishi botakish, maisha ya upendo barema, kwa kufanya hivyo, tunaweza kuubadili ulimwengu. Hivyo upendo unaitwaje katika sheria? Unaitwa utimilifu. Tuangalie sehemu hiyo. Tuangalie Warumi sura ya kumi na tatu mstari wa nane. Warumi sura ya kumi na tatu mstari wa nane, msidaiwe kitu na mtu yeyote isipokuwa kupendana, kwa maana yeye ampendaye mwenzake ameitimiza sheria. Kwa kuwa amri hizi zisemazo, usizini, usiwe, usiibe, usitamani, na amri nyingine zote zinajumlishwa katika amri hii moja, mpende jirani yako kama nafsi yako. Upendo haumfanyii jirani jambo baya, kwa hiyo upendo ndio utimilifu wa sheria. Mungu anataka tuwe wakamilifu. Je, katika amri kumi hakuna amri waheshimu baba yako na mama yako? Kwa maneno mengine, tunapaswa kutimiza wajibu wetu kwa wazazi wetu. Ni lazima tuwafanyie hivyo wazazi wetu wa kimwili, walakini lazima kwanza tutimize wajibu wetu kwa wazazi wetu wa kiroho, Baba na Mama wa mbinguni. Mungu anatukumbusha kwamba wale wanaoshiriki upendo na umoja miongoni mwa kaka na dada ni wale ambao wameitimiza sheria. Ndiyo maana Mungu ametukumbusha kwamba upendo ndio utimilifu wa sheria. Biblia inatuambia kwamba Mungu ni upendo. Tunapoadhimisha siku ya wazazi wa mbinguni leo, hebu tujiulize baba na mama wanatamani nini? Hebu tutafakari juu ya jambo hili. Hatimaye bila upendo injili haiwezi kuhubiriwa Samaria na hadi miisho ya dunia bila upendo. Ikiwa tungejali ustawi wetu wa kimwili na amani yetu wenyewe, tusingekuwa na wasiwasi kama wengine wataangamia au la. Walakini baba na mama walituambia tushiriki upendo huo na kila mtu. Walituambia tuwahubirie wengine kuhusu jinsi ya kupokea msamaha wa dhambi na wokovu na kuingia katika ufalme wa mbinguni. Sasa muda tuliobaki nao unapaswa kutumiwa kwa ajili ya kumheshimu Mungu. Kwa maneno mengine, tunapaswa kuuokoa ulimwengu mzima kwa upendo wa Mungu. Injili lazima ihubiriwe katika kila nchi, eneo na mji ili ulimwengu uweze kubadilishwa kwa njia ya upendo. Baba na Mama walitupenda hata kufa. Ikiwa kwa kweli tunauelewa upendo wa Mungu ambaye hakusita kujitoa dhabihu msalabani, lazima tushiriki upendo huo huo na kila mtu. Haitoshi kuwa watoto wa Mungu kwa kuonekana kwa nje tu. Matendo yetu lazima yawe tofauti na yale ya watu wa mataifa. Natumaini kwamba sisi kama watoto wa Mungu kwa ndani na nje, tunaweza kuwasilisha yale tuliyojifunza kutoka kwa Mungu kwa watu, na kwamba siku zote tutakuwa wenye shukrani kwa Baba na Mama kwa wokovu. Tuimalize injili kwa njia ya upendo. Asanteni, Mungu awabariki.